Kama ilivyo kwa thibitishwa wiki iliyopita kwa msanii David, atakuwa miongoni mwa wasanii watakaojumuishwa kwenye playlist ya nyimbo apendazo Mfalme Charles wa tatu ingeweza kupitia app. Hatimaye imekuwa kweli, msanii wa Nigeria David ni miongoni mwa wasanii ambao nyimbo zao zimo kwenye orodha ya nyimbo 17 za mfalme huyo iliyozinduliwa hivi karibuni kwenye Apple Music, alipoitaja single ya Kante wimbo wa David kama wimbo au aupendao. Mfalme alieleza kuwa anapenda Kiingereza cha pijini na alikumbuka kufraha, kwa furaha jaribio lake la kutoa hotuba kwa lugha hiyo alipokuwa ziarani nchini Nigeria. Na sio hivyo tu, anafurahi kuona muziki wa Afrobeat unazidi kupata nafasi kiulimwengu zaidi. Davido ni msanii pekee wa Nigeria katika orodha hiyo kupitia wimbo wake wa Kante, na ameungana na marehemu gwiji wa muziki kutoka Afrika Kusini, Miriam Makebe ambaye wimbo wake wa The Creek mejumuisho kwenye orodha hiyo. Kante, wimbo wa Davido akiwa na Feb, ni moja ya nyimbo maarufu kutoka kwenye albamu yake ya Timeless iliyoteuliwa kuania tuzo za Grami kwa mwaka 2023. Albamu hiyo ilifanikiwa kibiashara na kuweka rekodi kadhaa za zikiwemo chati za kimuziki kubwa ulimwenguni. Akizungumzia orodha hiyo, mfalme wa Uingereza alisema alitaka kushiriki nyimbo zinazomletea furaha. Nilitaka kushiriki nanyi nyimbo ambazo zimeniletea furaha, ninawakilisha mitendo na tamaduni mbalimbali mbali, lakini zote kama familia ya mataifa ya jumuiya ya madola kwa namna zao tofauti zinashiriki upendo wa maisha katika utofauti wake. Mfalme Charles wa Tatu, ambaye ni mkuu wa Jumuiya ya Madola, alisema anatumai wasikilizaji watafurahia orodha hiyo na pengine kugundua nyimbo mpya kupitia playlist yake. Ninaweza tukutumai kuwa mmefurahia nyimbo hizi chache nilizopata muda wa kushiriki nanyi. Pengine mmepata kusikia baadhi ya nyimbo mnazozipenda na pengine mmekutana na kitu kipya. Orodha hii ya nyimbo ya Mfalme Charles wa tatu ni mwingiliano mwingine kati ya mfalme huyo na muziki wa Nigeria, kwenye msanii nyota Afrobeats Tiwa Savage alimba katika afra ya kutawazwa kwake mnamo Mei mwaka wa nyimbo zingine ambazo alishiriki amaliziachia kwenye playlist hii ni pamoja na could you be loved single ya Bob Marley, na the wors my boy Lollipop single ya Mia Small, the local motion ya calminal, the very thought of you single ya a bory lavian, mro single ya Grace Jones, Love Me Again single Ray mpepem, Dume single ya Daddy Rumba, the click single ya Miriam Makeba My Countryman single ya Jules Holland, Indian Summer single ya Oshka Shankao, Anta Permana singo ya City Nomaza, a tal are called to the people single ya Dem Kiwi ilikuwa hapa, I haven't met you yet single ya Michael Babo, hot hot hot single ya Arrow, Crazy in Love